Yaani kanisani matumizi ya akili ni madogo sana yaani, tunatakiwa tuongoze tuongeze matumizi ya akili yaani yeah. Sisi tunagom, yaani, kama, ya yaende, yaani, kama tuna ugomvi na akili, ndio maana sentence kama unataka mambo ya huduma yaende weka akili pembeni yaani kama tuna bifu <laughs> tuna bifu fulani hivi na, na, na, na, yaani, mambo ya imani na akili hayaendani, lakini unachoshangaa Yesu anaulizwa amri kuu ni ipi? Asema, mm -hmm. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, yeah. kwa roho yako yote, mm -hmm. kwa akili zako zote, yeah. na kwa nguvu zako zote. Hiyo, mm -hmm. akili aloiweka Yesu, yeah. haikuwepo kwenye original ile ya Musa, Kumbukumbu la Torati ikiwa na vitu vitatu tu, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Okay. Yesu ana adi akili ambayo sisi leo tunagombana nayo, yaani imagine Yesu anaongezea akili kwenye huo mstari wa nukuu, na anaiongezea akili katikati ya nguvu na roho, angeweza kuiongea a mwisho. Kwa nini? Kwa sababu akili ndo atakua iongoze nguvu. Okay. Sasa sisi leo tuna manguvu mengi ambayo hayana akili, ataishia kutuumiza.